Leo hii dunia imejaa walimu wengi wa neno pendwa, haijalishi huko sehemu gani ya dunia, huu ndio ukweli kwamba leo hii leo hii dunia imejaa walimu wengi waalimu wengi walimu wengi wa neno. Sasa mpendwa, tunataka kujua kati ya hao walimu wote wa neno na wahubiri wote mpendwa Je, ni yupi aliye sahihi au ni yupi ambaye unamuhitaji? Maana najua wewe umekuwa unajiuliza. Wengine wanakuja nakwambia, mimi nina, nina PhD saba, mwingine anasema nina PhD tano, mwingine anasema mimi nimesoma ana PhD nne, mpaka nimeenda kusomea Marekani, nina PhD nne nimesomea mpaka Ulaya nimeenda na Urusi, nimesoma theolojia, nikaenda na Israeli au sinione hivi. Wapendwa, mimi najua siri zote. Wengine mpaka anadiriki kukwambia, yaani kuna siri ambazo ninyi hamzijui, a mimi nazifahamu. Sasa tunataka kujua mpendwa, kati ya hawa wote wote wote, wote walimu wa neno ambao mpaka, maana wengine mpaka mmeanza kujitengenezea walimu wenu au kujitafutia waalimu wenu wale ambao na unajua jinsi mnavyowachagua mnataka wale ambao wanasema yale ambayo unayawaza wewe, yale ambayo yanaendana ya na vile wewe unavyofikiria kwenye maisha, unavyowaza, asikukwaze, yani anasema yale tu ambayo unasikia yanakuletea, yan, yanakuletea, yanakufurahisha, yanaku, kwa lugha nyingine. Sasa kati ya hao walimu wote mpendwa, je, ni yupi mwalimu ambao wewe na mimi tunamhitaji au je, ni mimi mpendwa, au ni mwalimu gani? Mwalimu yupi? Au ni mtu yupi ambaye wewe unamhitaji mpendwa? Maana walimu ni wengi. Aninakubariki katika jina la Yesu Kristo, popote pale ulipompendwa, napenda nichukue nafasi hii kuweza kukaribisha kuungana nami katika siku ya leo, aninapokuletea habari njema za ufalme wa Mungu. Nakumbuka siku zote hapa atunamhubiri Yesu Kristo, sijihubiri mimi mwenyewe mpendwa. Maana huu ni mfalme wa Mungu ambapo Yesu Kristo ndiye mfalme wa falme Bwana mabwana na hivyo sifa utukufu na heshima ana shukurani zimrudie nami namshukuru Yesu kwa kuwa amekupa nafasi hii mpendwa ya kuweza kuwa pamoja nami na unaposikia ujumbe huu wa leo ninakutamkia baraka ninakutamkia ushindi katika jina la Yesu Kristo upate kuishi na kuenenda ndani ya Yesu Kristo, haleluya, ukaweza kukaa ndani ya Yesu Kristo na sio mahala pengine popote, bali iwe ndani ya Yesu Kristo. Mpendwa, ah hii hahitaji vigezo au ah ma, ma, ma, maelekezo ya mwanadamu. Wewe pale mpendwa, utaelekezwa na Roho Mtakatifu, roho yule ambaye Mungu amemweka ndani yako Oh, mpendwa ukapate ushindi, haijalishi unapitia hali gani. Pokea ushindi katika jina la Yesu Kristo, pokea ushindi, pokea uponyaji katika jina la Yesu Kristo. Mpendwa, unajua kupokea muujiza mpendwa sio kazi kubwa sana, ni imani tu, imani, imani mpendwa. Maana hata yule askari wa Kirumi alimwambia Yesu kwamba yani we ukisema neno tu Hajamwambia Yesu njoo mguse nyumbani, alisema sema neno tu, hakutaka uh, mambo kama hayo ninyi mnayoyataka siku za leo, maji ya upako, vitambaa na nini na takataka zote. Alisema ukitamka neno tu, lazima itatimia. Imani ndio inatakiwa mpendwa, uh, sio mimi uh, maana wengi mnadhani kwamba uh, kosa ni la mtumishi, hana upako wa kutenda. Hakuna uh, mtumishi anayetenda muujiza anayetenda ni Yesu. Na ndiyo maana tunatamka uponyaji katika jina la Yesu Kristo, tunatamka ushindi katika maisha yako katika jina la Yesu Kristo, o ukaweza kuyaona makuu na mema ya Mungu, ukafurahie mema na mazuri ya nchi katika jina la Yesu Kristo. Maana ukitembea hovyo hovyo shetani atako hata kuchezea mpendwa, kama anavyochezea maisha ya wengi ampendwa, katika siku tulizo nazo kama unavyoona kuna Injili nyingi na mafundisho mengi mengi mengi mengi mengi sana, mafundisho ya wasomi. Anayekwambia nimesoma vitabu, mwingine anakwambia hii Biblia nimeisoma vya kutosha tu, nimeisoma mpaka mara saba, mara mara hamsini, I don't know, whatever it is, anakwambia ninaifahamu vizuri. Mwingine anakwambia nimesoma mpaka ile bibilia ya ya ya ya kiethiopia eh? Anasema ina vitabu sijui themanini na nane sijui themanini na ngapi huko, mi anasema, kuna biblia nyingine anakwambia ah, King James ah, ah, NIV na mambo mengine kama haya. Mpendwa ah, anakwambia kwa hiyo biblia zimeshachakachuliwa. Kwa hiyo wanaanza kufundisha mafundisho yao. Walimu wengi, walimu wengi kivile, dunia yote wamejaa, kila kona ya dunia. Kwa hiyo sasa, siku ya leo, nataka ni kutobolee siri moja tu. Ukifahamu siri hii mpendwa, lazima utabakia kuwa salama, lazima upone mpendwa, maana ujumbe ambao nakuletea siku ya leo unasema hivi kwamba hatuhitaji mtu yeyote au mwalimu yeyote kutufundisha mambo ya Mungu. He. Hapa najua umeanza kukodoa kodoa macho maswali mengi, unasema unaniuliza, una, una, una unasemaje? nimesema hivi Kichwa cha neno mpendwa, ambao nakuletea siku ya leo, nasema kwamba hatuhitaji kamwe mtu yeyote au mwalimu yeyote hakutufundisha mambo ya Mungu. Mpendwa, naweza kuwa na hubiri hivi, na mwingine anaweza kuwa ni mwalimu kuwa ana, anafundisha. Sijui kama ushajiuliza kwa nini hayo mambo huyaelewi elewi. Utakuwa mmoja wa watu hao, yaani yani unaka, unasema a, -a bado nina maswali unasema bado nina maswali mengi ah, yani, hapa, hapa sielewi. Unasema ah. Yani, mm, kwanza unanipotosha. Pendwa, sasa uta, utawezaje kuelewa maana hapa. Ujumbe huu mbao nakuletea ni maandiko matakatifu haya, siyo maneno yangu, ni maandiko matakatifu yanayosema hivyo kwamba wewe na mimi hatuhitaji mtu yeyote mwalimu yeyote kutufundisha mambo ya Mungu. Sasa unaweza kuniuliza sasa, hawa walimu wote ambao wapo kama nilivyotangulia kusema, wamejaa kila kona ya dunia, waku wapo kila eneo la dunia wao. Ukienda mashariki wapo, ukienda magharibi utawakuta, kwenda kusini wapo, ukienda kaskazini wapo. Sasa utasema aha, sasa hawa nao je, kwa nini lazima utambue kwanza. Cha kwanza, siku hizi tuna kuna watumishi wengi au walimu wengi ambao mnawaona wanahubiri ya kwao kukidhi matumbo yao kujaza matumbo yao, na ndiyo maana nasema hivyo mpendwa, hauhitaji mwalimu yeyote kukufundisha mambo ya Mungu. Kwa hiyo sasa utafanyaje? Ampendwa, maana unavyoona wazi Uh, hapa maandiko matakatifu anasema hivi uh, tutasoma katika Yohana wa kwanza sura hili ya pili tuanzie ule mstari wa ishirini na sita pande wa mstari wa ishirini na sita, unasema hivi anasoma uh, katika jina la Yesu Kristo anasema uh, hivi nawaandikia mambo haya uh, kuhusu wale watu ambao wanajaribu kuwapotosha uh -huh. Well, there is a warning. uh, uh, the message here, my friends anajaribu kutuonya. There is a warning. Anasema hivi ninawaandikeni mambo haya au maneno haya kwa sababu kuna walimu huko, tunaona maji yake yako na dunia, hata kwenye taifa lako, iwe ni Kenya, iwe ni Tanzania, iwe ni uh, Rwanda, Burundi, uh, DRC, uh, Uganda, anywhere else, wapo mpendwa, walimu kama hawa ambao anasema kazi yao ni kufanyaje? Wanataka kuwapotosha awona unadhani tu kwa kuwa wanasema Yesu, ah, basi huyu anamhubiri Yesu wa kweli. Yesu wa kweli kipindi akwambii uh, kuishi maisha matakatifu. Ha, hahubiri. Anasema yeye mambo ya utakaso na nini na kutubu dhambi, anasema sio kazi yake. Ukishamwona mtubiri wa uh, mhubiri wa hivi au mwalimu anayekufundisha mambo mengine yote ya kutoa masadaka, kufanikiwa, kupanda mbegu na kuvuna na kuvuna na kuvuna na kupanda na kupanda. Mpendwa, kimbia hawa watu. Sasa unavipanda una hivyo unafikiri vinakupeleka vina wapi? avyo una matsadaka au wa matoleo yako? Mpendwa, hakuna sehemu yoyote kwenye Biblia ambapo Biblia anasema wazi kwamba amtu alienda mbinguni tu kwa kuwa alikuwa ni mtoaji bora, halafu anaishi ni maraya animu, a, ni, ni, ni, ni, ni tapeli kubwa sana jambazi, mnyanyasaji ni kutosha kutosha lahovyo adizinzi Hapana mpendwa, hakuna sehemu yoyote yaani kuishi maisha matakatifu. Maana hapa sijaongelea ukamilifu, maana maandiko matakatifu yanasema hakuna aliye mkamilifu. Aliye mkamilifu ni huyu mmoja tu. Kwa hiyo sisi, japo katika sometimes tunapitia uh, uh, uh, tuna uh, mambo ambayo yanatufanya mpendwa tusitende vile Mungu anapenda, tunajua wazi, lazima tumuombe Mungu msamaha. Wwe usiwe mgumu wa kutubu, usiwe mgumu wa kuomba msamaha mpendwa. Unapokosa wewe, haujakamilika usijukaniodoea macho ah, ehe eh, niko duniani, mpendwa, lazima nijichunguze 4 masaa 24 /7. masa, shina, hende, siku saba za wiki ah, siku mia okay, tatu <laughs> eh, ukipenda lazima mpendwa, nifanye hivyo siku zote lazima ni tubu, endelea kumwomba kumwomba Mungu msamaha pale ambapo nimekosea. Unakumbuka au hujakumbuka, wewe tubu mpendwa, mwambie Mungu, najua sijakamilika, naamini naweza kuwa nimekosea, natubu dhambi ile. Maana wengi wenu mnajidanganya kwamba ah, kwa kwa ah, mnasema ile ile ni dhambi ndogo, ah, ile ni dhambi ndogo, ah, si nimeweza tu kichwani sijatenda mpendwa. <laughs> wawe tubu dhambi atubu dhambi mpendwa. Kwa hiyo sasa je, ujumbe wa leo unahusu waalimu au watu ambao wanajifanya wao wow, ni, ni ni watumishi ambao wanafundisha neno au mambo ya Mungu, na nataka nikuulize wewe, hapo ulipo, una walimu wangapi? <laughs> mwalimu wako anaitwa nani? Mpaka wengine amejiita mwalimu fulani mwalimu fulani wa neno shetani wewe, ndio maana mnapotosha watu, ukiangalia nayo aongea ni pumba. Nasema shetani kwa sababu kuna wanaopotosha watu, na kuna wengine kweli ni watumishi wa Mungu, ni walimu wa kweli ambao wanasema neno, lakini bado hata ile neno wanaofundisha haulielewi. Na ndio maana hapa, kumbe hauhitaji mtu yeyote akufundishe neno hapo <laughs> utaanza kusema, kwa hiyo unaniambia, utasema kwa hiyo unaniambia nisiona hubiri na nasikia mahubiri yako? Asijasema hivyo. Unaweza kusikiliza mahubiri haya ukasikiliza na mahubiri ya watu wengine, lakini kama hauna mtu huyu au mwalimu huyu ambaye ni wa kweli, na ni mmoja tu, hakuna mwingine. Na ndio maana nimekwambia leo nakufu, yani nakuletea siri hii ili kwamba wewe upone, mpendwa. Atusome maandiko matakatifu, uh, kama ilivyosema hapa mpendwa kwamba aliwaandikia mambo haya kwa sababu wapo wale watu ambao wanapenda kuwapotosha, na ndicho kitu ambacho tunakiona katika dunia ya leo. Walimu wametapakaa kila kona na sehemu ya dunia, kuanzia kaskazini mpaka kusini, magharibi hadi mashariki. Mashariki wapo kuwapotosha watu, na ninyi mnawafuata wale watu, na wengi wenu hamu, yani muna, ni watu wa dini muna, muna udini Yani udini umekaa ndani yenu, yani mu, ni watu wa manabii na hawa mitume yani we u- umtume um, um, um, au unabii wa hawa manabii zenu umejaa ndani yenu na Yesu hayuko ndani yako, na ndio maana akirudi, wapendwa, mtaaibika. Ndugu yangu utaaibika, Yesu akirudi. Mimi nakuambia siku ya leo utakumbuka maneno haya, na ndio maana kupa nafasi ya, ya kwanza kabisa kwamba urekebisha maisha yako toka ndani ya hao watu. Kaa ndani ya Yesu Kristo. Anayekuuliza mwambie, mimi usinihukumu, mpendwa, mimi nakaa ndani ya Yesu Kristo. Mwambie nina Yesu mimi siyo wa dini, nimechagua kukaa ndani ya Yesu Kristo, Yesu peke yake na sio wanadamu tena. Waambie had hadharani, wajue na wasikie mpendwa, maana amesema kuna wanao jaribu kuwapotosha wewo. Nenu kachunguze au waalimu hao hao, hao, hao walimu walimu wenu, sikia maneno wanao, yani: kupanda kuvuna, toa sadaka kikumi, haa, hey, hey, hey, fanya hivi ti ube oh, for a tea, mamlaka hii hii na hii. Mpaka wanakuambia mtii shetani, kwamba shetani ana mamlaka, rais wa nchi yenu au kiongozi wa taifa lenu au askofu mkuu wa kanisa lenu amekaa kiulimwengu na kidunia zaidi, lakini bado wanakuambia wewe ti Mbona wakina Shadrake na Meshake na wakina Benego huko, mbona hawajamtii mfarume? Alikuwa Yesu mfarume? Mbona wakina nani walikuwa wamtii Herode? Kwa hiyo wao hawa walikuwa wajui kwamba yeye ni ana mamlaka. Wapendwa, mwache kuwapotosha watu. Kwa hiyo mpendwa, au walimu wenu wachunguze vizuri sana lakini, katika siku ya leo wewe achana nao kabisa kama unataka kujua mambo ya Mungu kama unataka kumjua Mungu kiukweli, kama unataka kumjua Mungu kisawa sawa. Kama unataka kutenda kazi ya Mungu haleluya. Kama unapenda Mungu akuinue, kama unapenda Mungu akupelekee viwango vingine. Hapa siongelee pesa na mali mpendwa, maana hayo yote ni mavi yanapita, naongelea hali ya utumishi. Ah, maandiko matakatifu yanasema hivi hapa mpendwa, ah, Yohana yule yule wa kwanza mpendwa, ah, sura ile ya ya ah, pili Twende ule mstari wa ishirini na saba. Maandiko matakatifu yanasema hivi, nanyi upako mliopata kutoka kwake unakaa ndani yenu, wala ninyi hamna haja ya mtu yeyote kuwafundisha. Aleluya, amesemaje? Kuna upako mliopokea kutoka kwake, anasema sasa kwa kuwa mlipokea upako huo. Hapa ndo shida wa, ya warokole wengi wanaamini, askofu akihubiri tu yani ndo anaonekana, kwa kuwa unajua wamevaa eh, mashuti haya eh, wako hivi, au wale manabii zenu sijui wanani, mnaona kwamba wana upako, lakini hapa maandiko matakatifu yanasema kwamba upako mliopokea, sio maneno yangu, amesema nanyi upako mlioupata kutoka kwake, yani kwake Yesu au kwake Mungu unakaa ndani yenu. Kwa hiyo wapendwa, akasema kwa hiyo sasa, wala hamna, wala ninyi hamna haja ya mtu yeyote kuwafundisha. Mpendwa, sio maneno yangu, anasema hapa maandiko man, matakatifu. Najua wengi labda mnasema, labda huyo Uh, labda ni maneno ya Yohana peke yake tu au sijui mtasema ni maneno ya Paulo sijui mtasema ni maneno ya, ya Ruka sijui mtasema ni maneno ya, pa, ya Marko <laughs> maana wa, wa, watu mmekengeuka kweli kweli ha, mtasema haya ni maneno yake bana, mimi sitaelewa. Amesema ha, wewe hauwezi kuelewa, wala yule anayekufundisha aweza kufanya ukaelewa pelwa, mimi siwezi niafanya uka, uka, uka, na ndio maana naona wewe unakuwa mgumu kweli, unakuwa mgumu kama jue kwa nini? Hauna roho, hauna upako, hauna roho wa Mungu. Kwa hiyo akasema, kwa hiyo ninyi, wala kwa hamna haja ya mtu yeyote kuwafundisha. Anasema hivyo, lakini kama vile upako wake au roho wake Mtakatifu anavyowafundisha kuhusu mambo yote, nayo ni kweli, wala si uongo. Kwa hiyo kile roho wa Mungu anasema na wewe, haleluya. Oh, haleluya! Rekoporabasa anasema kile roho wa mungu anasema na wewe, anasema ni kweli, wala haiwezi kuwa uongo. Lakini chakusikitisha cha kusikitisha ni kwamba asiku tulizo nazo, awa wenye madigirii yao hawa ambao wanajiona wao wana upako peke yao mno, ndo mnawaonaga kama hao mitume zenu hao, manabii wenu, sijui maaskofu, wachungaji, wa injiristi Ah, wahubiri wengine, yaani mnaona kama wao wana upako wanavyojidai. Kumbe anasema hapa, mpendwa, anasema kwamba anayeweza kusema kweli na asiwe uongo, anasema ni yule roho au upako ambao waliupokea. Sio maneno yangu mpendwa hapa, si mimi, sisemi kwamba uanze kuwakimbia wahubiri wengine, inachokwambia ni kwamba Acha Roho wa Mungu, acha upako ulio nao ukufunulie asiri juu ya mhubiri yeyote. Acha ku, fuata kuwafuatafuata hovyohovyo, acha upako uh, ulio, ulio nao uliopokea kutoka kwake. na, uh, na upako huu mpendwa, haupokei kutoka kwa nabii. Upako huu uh, haupokei kutoka kwangu. Upako huu uh, haupokei kwa kutoka kwa askofu mkuu uh, anasema unapokea kutoka kwake. Kwa hiyo ni Roho wa Mungu ambaye yuko ndani yako, andiye atakayekuonyesha kuonyesha siri yale yote yaliyojificha nyuma ya pazia kule, ah, nyuma ya pazia mpendwa, kuna mambo mengi ambayo yanaendelea ya huko. Kwa hiyo anasema roho huyu au pako anakufundisha, na anasema ni kweli, sio uongo kamwe, anasema hivyo akasema, basi kama upako ulivyowafundisha ndo anasema hivi kama basi kama ulivyowafundisha, kaeni ndani yake. Unaona kwayo, anasema yani, kama anavyo au upako huu au roho wa Mungu anavyokufundisha wewe, anasema kaeni ndani ya Yesu. Hajasema kaeni ndani ya dini, hajasema uwe mwana dhehebu, hajasema uwe Mkatoliki, hajasema uwe Mpendekoste. Na ndio maana wambia adini zote duniani ni kifo Ah, na mimi na dini mpendwa, na ashari kwenye kanisa ah, unajua hayo yote ni madini, lakini ah, mpendwa, ambacho ah, nafanyaga mimi, najua kwamba nina, ah, nina Yesu nakaa ndani ya Yesu Kristo. Kwa hiyo akijichanganya ah, mahubiria yote mimi sipo, ah, tatuendani mpendwa, hivi vya kubariki bari, oh ni mtumishi oh, kila mamlaka ya shetani huyo. Huyo ni shetani, kwa hiyo anasema kwamba vile roho anavyokufundisha Anasema kaeni ndani, roho awezi kufundisha ukae ndani ya dini mpendwa, awezi anakufundisha kaa ndani ya Yesu Kristo, na kama hiyo sehemu napata chakula kizuri, atakwambia neno hili unalopata kweli ni la uzima, na wewe utaona kwamba huyu mtu anakuonyesha njia kweli na uzima, kwamba ni Yesu peke yake Yesu Kristo wa Nazareti, yule aliyetufia mimi na wewe msalabani. Mpendwa, injili hii ni ngumu kuelewa. Hawezi kuelewa kiurahisi kama hauna upako huu, huu ambao unaongelewa hapa, na ndio maana unaona kwamba waulimwengu hawatuelewi, hawezi kututambua mpendwa, kwa sababu sisi sio waulimwengu. Huu ndivyo maandiko matakatifu yanavyosema mpendwa, maana Mungu anatuita wana eh, yani wewe ni mwana wa Mungu, sio mtoto. Wewe ni mwana, yani hiyo ni jina la ambalo lina, lina upekee ndani yake mpendo wa? Kwa hiyo mtu akuita mwanangu eh? Yani, unazis, mzazi anapokuita mwanangu, yani kwamba kuma, kwa lugha nyingine, yani wewe unatenda mazuri mpaka mzazi wako anajiona yani anakuwa na pride ndani yake kwamba wewe wewe unao yatenda yanampendezesha, au yanampa yana furaha na amani moyoni, ndio maana anakuita mwanangu. Kwa hiyo sisi, Mungu anatuita wana wana. Kwa hiyo ndio maana hata ulimwengu hauwezi hawezi kututambua, maana walishindwa kumtambua yeye. Sasa unakuna jikoroga, unajichanganya eti watu wakuelewe, o sijui nini. Pendwa, hawezi kuwafanya wakuelewe au akutambue. Kwa hiyo ndugu, maandiko matakatifu yamesema wazi. Mpendwa rafiki yangu, maandiko matakatifu yameweka wazi kwamba wewe na mimi hatuhitaji mtu yeyote kutufundisha. Amesema upako au roho uliyompokea kwa Mungu yuyo anakufundisha kweli na sio uongo kamwe. Kwa hiyo yeye atakufundisha asiri zote za Mungu atakufunulia siri zote za Mungu, mambo yote ya ndani ya Mungu atakufundisha Roho Mtakatifu. Maana hakuna mwanadamu hapa duniani mpendwa, hakuna mwanadamu ambaye anaweza kufundisha mambo haya isipokuwa Roho Mtakatifu au upako huu ambao wewe ulipokea kutoka kwa Mungu aliye hai. Na ndio maana nakwambia katika siku ya leo mpendwa, una walimu wangapi? Achana nao au acha Roho Mtakatifu afunue, akuonyeshe yale ambayo yamejificha nyuma ya watumishi hao. Kama unavyoona, wengi watumishi wengi leo no, ni wapotoshaji wakubwa sana. Na ndio maana wewe unamhitaji huyu huyu ambaye ni mwalimu wa kweli na ni Roho. Hao wengine ambao wanajiita mpaka majina wamewekwa, wameweka wanasema, mimi ni mwalimu ani, mimi wanafundisha hekima za kidunia, ushetani ambao ni mapepo hawa wanaongea mambo ya kibinadamu na ndio maana unaona dunia inawafahamu ina inawafuata wa, ina sana inawaelewa vizuri sana. Kwa nini? Kwa sababu wanaongea yale ambayo yanaeleweka yana, yana lakini, haya sisi ambayo tunayahubiri, mpendwa, tukisema uishi maisha matakatifu ujitakase, mpendwa, siku zote ukijua kwamba Yesu anarudi muda na saa na siku siyoifahamu wewe. Ha, ni mambo magumu, ni injili ngumu sana, ambayo wengi wenu mnaipinga kwa sababu hamruhusu ha, ha, ha, upako au ha, roho mliyempokea toka kwa Mungu awafundishe ha, mnadhani hao walimu wenu wanawafundisha. Ndio maana unasema jamaa linapiga amisamiati na, yani ina hekima kweli, ona lina hekima kweli wewe. Angalia, nakupeleka mbinguni, anakuambia tu story, mapito na mambo mengine. Wapendwa, sisi ni wasafiri, tunapita. Kwa hiyo, mpendwa umpokee Yesu Kristo katika siku ya leo mpendwa, niamini kwamba ujumbe huu ume-me- umekufungua ume macho yako ya kiroho au umepata kufunguliwa macho yako ya kiroho sasa hivi, unaelewa mtumishi au mwalimu naye mhitaji ni yupi, na sio mwanadamu tena, bali ni upako ambao ulipokea toka kwa Mungu. Mpendwa, ubarikiwe na usahau mpendwa kushea ujumbe huu na ndugu na jamaa zako. Ubarikiwe wa kupokea maneno haya katika siku ya leo. Inakubariki katika jina la Yesu Kristo. Amina.